Kwa sasa hivi mwekezaji yuko shambani, ana hakuna chochote anachofanya shambani, shamba ni pori, alina faida yoyote kwenye chama cha ushirika wala kwa serikali. Tulitegemea kuwa na ajira zaidi ya 200 kwenye lile shamba ambazo ajira hizo zingetupa faida kubwa. Kwa mfano, wangeajiriwa watu 200 tu kwa mwezi wakalipwa kima cha chini cha mshahara cha shilingi laki tatu kwa mwananchi mmoja wa kima cha chini angelipa zaidi ya milioni sita, ambayo kwa ukipiga hesabu kwa mwaka mzima kwa watu mia mbili sio chini ya bilioni tatu. Wananchi wa Uduru wangepata hela hizo, hazijaonekana kwa zaidi ya miaka minne. Hakuna chochote wananchi wa Uduru wana hali mbaya mbaya sana, na mwananchi, saa hizi Uduru wizi wa kuku ni mkubwa sana, walevi wamekuwa wengi kwa sababu hakuna ajira, hakuna tunachokifaidi. Hadi hata ukiangalia afya za watu sio nzuri sababu hatuna kipato. Hili jambo limetutesa, limekuwa ugumu. Mwekezaji anakaa tu na tunapata maneno ya matisho mpaka tunashangaa, tunajiuliza hii wapi serikali yetu tunayoipenda ya CCM ituweze kutuondoa hapa. Kwa hiyo sisi kama ushirika tunamomba mbunge awasiliane na ngazi ya juu ambayo ni rahisi kumweleza jambo hili ili, ili haki yetu iweze kupatikana. Shamba letu lipo limeachwa pori, halina faida yoyote kwetu, hakuna huduma ya jamii tunayopata. Chama cha ushirika, hatujapata kodi yoyote kwa miaka minne, ambayo kodi ile tungeipata sisi tulikuwa tunainua wananchi wetu, tutajenga mifereji, wananchi watapata maji, watapata kunyesha mifugo na mashamba yao, maendeleo yatakuwepo. Leo hii mifereji mingine imevunjika, hakuna namna, mpaka tutafute wadhamini wa, wa kuwasaidia wananchi wetu, wana hali mbaya sana. Kama mwenyekiti wa chama hiki, wanachama wangu wamenituma kupeleka ujumbe huu kwa mbunge. Na mbunge aubebe aupeleke kwa Rais ili haki hii kapate kupatikana. Ombi letu kwa serikali, sana sana kwa mheshimiwa mbunge atusaidie jambo hili. Shamba letu mwana mwekezaji yule anaitwa Elizabeth yuko kwenye shamba letu, hatusaidii chochote aondoke. Yupo kwenye dai, shamba letu anasema anatudai, lakini adai akiwa nje ya shamba aondolewe shambani, akae shamba letu libaki. Leo wananchi wangeenda kulima kule, tungepata chakula, tungepata mahindi, tungepata maharage, tungepata alizeti. Hivyo vyote havipatikani kwa sababu yeye yeah, Elizabeti yupo shambani, hana anachofanya, hatulipi kodi. Hata angeacha basi ata wananchi tulime, hafanyi hivyo. Tuna hasara kubwa. Mheshimiwa Rais, tunaomba tu.